Viongozi wa ukanda wa Latin Amerika wameendelea kutuma salamu za rambirambi kwa serikali ya Uruguay kufuatia kifo cha aliyekuwa rais wa nchi hiyo na mwasi wa zamani Jose Mujica maarufu kama Pepe. Taarifa zaidi na Emmanuel Makundi. Pepe anatajwa kama moja ya marais masikini zaidi duniani kutokana na namna alivyokuwa akiishi akiwa rais na baada ya kustaafu, alisifika pakubwa kama mtu aliyekuwa na utu na mwanamajumuhi wa kweli kwa nchi yake. Mwezi Januari mwaka huu, Pepe aliyekuwa na umri wa miaka 89 na ambaye kwa muda mrefu alikuwa akisumbuliwa na maradhi ya saratani alitangaza kuwa imeenea mwili mzima na kwamba anasitisha rasmi matibabu yake. Kupitia ukurasa wa X, rais wa Uruguay Yamandu Orsi amemtaja Pepe kama kiongozi shupavu aliyependa haki na aliyesamehe licha ya mateso aliyoyapitia wakati wa harakati zake. Rais wa Brazil, Lula da Silva, amemtaja Pepe kama kiongozi wa mfano, matamshi sawa na yale ya rais wa Mexico, Claudia Sheinbaum. Pepe aliyeongoza taifa hilo kati ya mwaka elfu mbili na kumi na elfu mbili kumi na tano anatajwa kama moja ya rais masikini kutokana na kugawa zaidi ya nusu ya mshahara wake kwa mashirika ya kibinadamu na kuishi katika nyumba ndogo aliyojenga kwenye eneo la shamba lake akiwa na mke pamoja na mbwa aliyekuwa na miguu mitatu. Aidha, baada ya kuondoka mamlakani, Pepe alikataa kuishi katika makazi ya kifahari pamoja na ulinzi wa serikali, na aliamua kuishi maisha ya kawaida kama raia wengine.